Una pendwa na nani? Oh, una pendwa na nani? Mbarambamba. Unapendwa na nani? Eh, una pendwa na nani? Unapendwa na nani wewe? Unapendwa na nani? Oh, unapendwa na nani? Oh, unapendwa na nani? Ah. Ni jina gani? Unapendwa kuitwa wa. Uh. Ni jina gani? Unapendwa kuitwa. Ah. Unapendwa na nani? Oh, unapendwa na nani? Ah. Kwa majina niite Mbarambamba. Ni msanii ambao umesikia mahali umeona, ni kama wewe umeingia leo kwa mtandao hii ya binadamu, tunachienjoy tunaona. e, mimi ni msanii kutoka kitambo, nimekuwa nimeng'ang'ana maisha. Watu wananipenda kwa sababu ya jokes zangu. Mimi ni msanii wa gospel, lakini inaunganisha watu wote, wale wa dunia, mnasema wa dunia na wa Mungu pia Nimeimba nyimbo mingi unajua, na kuhusia siri siri ambao sinajulikana paka kwa watu. Hii imesimama, ah imesimama wa nimesikia choto choto, choto ndani njili imesimama, ah e, nataka ni kuingize ndani wa wa e, nataka ni kuingize ndani wa wa panua sasa panua Panua, sasa pano pano, sasa pano pano, sasa, sasa panua, sasa ni mwagie mwaga, sasa ni mwagie mwaga, mwaga baraka, mwaga. Hiyo si ni nyimbo za gospel ambao sinafanya sinapanya, najua na, na siwezi kusahau ile nasema nataka kunyonywa, nataka kunyonywa, eh nataka kunyonywa tambi zangu, nataka kunyonywa. Ah, nani ataninyonya tambi zangu, nani ataninyonya? Nimekuwa ma mpungu, nimekuwa ma ndani we eh, nimekuwa ma eh kitu ya maana. Kama umefika leo kwa YouTube, kitu peke yake na kuomba kama mimi msanii from East Africa, na kuomba Angalia hiyo videos, alafu use alafu use alafu hapo chini usubscribe, ili uniinue kama msanii wa East Africa from country inaitwa Kenya eh. Unapendwa na nani? Oh, unapendwa na nani? Mbara, unapendwa na nani? Oh, unapendwa na nani? Unapenda jina gani? Ni unapenda jina gani? Oh, unapendwa na nani? Mbarambamba, unapendwa na nani? Mbarambamba, unapendwa na nani? Mbarambamba, unapendwa na nani? Wawa, ni the best gospel artist people nowadays. Msanii wa matove kutoka Kisii, msanii wa matoke na matove, yaani Kisii. Onajua tunapenda ndisi inatoa kwa matove, yaani kwa utongo, it's the best Wawa.